Mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi nchini Marekani na mkosoaji mkubwa wa Rais Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka mawili ya uhalifu. Naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo amesema mgogoro wa sasa unahitaji majibu ya haraka na mchakato wa mazungumzo ya kisiasa. Na kwenye gumzo tunaangazia changamoto za utalii Afrika Mashariki na nafasi ya vijana kwa sekta hiyo muhimu, huku dunia ikiadhimisha siku ya utalii hapo kesho changamoto kubwa kwa miundo mbinu ni kwa upande wa flights, lakini kwa miundo mbinu kwa maana ya majengo, hoteli kwa upande zote iko sawa. Kuna baadhi ya changamoto sana sana kwa vijana ambao tunaanza kama supporting finance kwa vijana. lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi akusomee muhtasari wa habari. Karibu Karo. Shukran Felix. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatuiruhusu Israel kuchukua ukingo wa magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, rais Trump amesisitiza hilo halitofanyika. Baadhi ya wanasiasa wenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia wa serikali ya Israel wametaka wa Israeli kutanua maeneo ya Palestina wanaoyakalia kimabavu baada wa ya Uingereza, Ufaransa na nchi nyingine kutangaza kuitambua rasmi kama taifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kutoruhusu kuwepo kwa taifa huru la Palestina. Alikuwa mkuu wa shirika la upelelezi la Marekani FBI James Comey ameshtakiwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa bunge la Marekani na kuzuia haki kutendeka. Rais Trump alimfuta kazi bwana Comey mnamo mwaka elfu mbili kumi na saba, muda mfupi tu baada ya kuthibitika kuwa rais huyo alikuwa anachunguzwa kuhusiana madai kwa Urusi, kuwa Urusi iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka elfu mbili kumi na sita. Inaaminika kuwa mashtaka dhidi ya Comey yanahusiana na ushahidi aliotoa mbele ya kamati ya baraza la Seneti la masuala ya sheria ambapo kanusha madai kuwa alifichua kwa vyombo vya habari taarifa nyeti kuhusu namna urusi iliyoingilia uchaguzi wa Marekani. Bwana Comey hata hivyo anasema haogopi mashtaka dhidi yake. Siogopi na natumai pia or... nanyi hamuogopi. Natumai badala yake, mnajihusisha, mnatilia maanani na mtapiga kura kwa dhati. Nafsi yangu inasikitika kwa jinsi hali ilivyo katika mfumo wa idara ya mahakama, lakini sina hatia na kwa hivyo, wacha tuwe na kesi na tuwe na imani. So let's have a trial and keep the faith. Rais Donald Trump amesaini agizo la rais ambalo linatoa idhini kwa shughuli za mtandao wa kijamii wa TikTok kukabidhiwa kwa kundi la wawekezaji miongoni mwao akiwa bilionea wa, wa, wa, wa Marekani Larry Ellison. Haijabainika wazi kiasi gani wawekezaji hao watawalipa wamiliki wa TikTok, lakini inakadiriwa kuwa ni hadi dola bilioni kumi na nne. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema uuzaji huo utalinda data za Wamarekani wanaotumia TikTok. Polisi nchini Kenya wamewakamata vijana wawili kwa kosa la kuidharau bendera ya taifa katika mechi ya soka kati ya klabu ya Kenya ya polisi na Somali, ya Somalia iliyofanyika Jumamosi iliyopita. Vijana hao wanaoaminika kuwa mashabiki wa Mogadishu FC walionekana wakiitupa chini bendera ya Kenya na kisha kuikanyaga. Baadhi ya wa Wakenya walielezea ghadhabu yao mtandaoni kuhusu kitendo hicho, wakitaja kuikosea heshima bendera ya taifa na kutaka vijana hao kukamatwa na kuchukuliwa hatua. Siku ya Jumatano ikihi Balozi wa Somalia nchini Kenya aliomba radhi kuhusiana na kisa hicho, lakini hata naye alilaumiwa kwa kuiweka bendera ya Kenya juu chini wakati wa mkutano wa waandishi wa habari. Na polisi nchini Kenya vilevile vile wamesema wameokoa zaidi ya watu ishirini waliokuwa wameshawishiwa na magenge ya wa uhalifu wanaosafirisha watu kinyume na sheria kuwa wanakwenda kufanya kazi Urusi, lakini nia ni kuwatuma kwenda kupigana katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. hii ni BBC. Shukran Karo Robi kwa kusomea muhtasari wa habari. Kumbuka matangazo haya ya Amka na BBC unaweza kuyasikiliza kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali mbali Afrika Mashariki, Tanzania radio One, radio free Africa, nchini Kenya Mwanedu FM, au County FM kama uko nchini Uganda radio Chitara, radio Paidha na jamhuri ya kidemokrasia ya Congo ni redio muungano Beni. Vilevile yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Mimi ni Felix Mwate. Karibu. aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi nchini Marekani na mkosoaji mkubwa wa rais Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka mawili ya uhalifu, huku rais Trump akisemekana kwamba anaimarisha kampeni zake za kuwakandamiza wapinzani wake wa kisiasa. Zaidi na Robert kipto Mashtaka hayo dhidi ya Kome yamejiri siku chache tu baada ya e rais Donald Trump kutoa wito kwa mkuu wa sheria nchini humo Pam Bondi kuchukua hatua dhidi ya Kome na watu wengine ambao anawakisia kuwa maadui wake, hatua ambayo ni kinyume na maadili kuwa idara ya sheria nchini humo inapaswa kuwa huru kutoka kwa shinikizo zote kutoka kwa mtu yoyote au ikulu ya White House. Kome alifunguliwa mashtaka ya kutoa habari za uongo na kuzuia haki wakati wa uchunguzi wa ikiwa Urusi iliingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili na kumi na sita nchini humo, uchaguzi ambao rais Trump alishinda. Trump amepongeza mashtaka hayo akisema kuwa Kome ni mtu mbaya zaidi katika historia ya taifa hilo. Katika siku za hivi karibuni rais Trump ameimarisha juhudi za kuwakandamiza watu wote anaoakisia kuwa maadui wake, lakini mashtaka dhidi ya Kome yamewashangaza watu wengi nchini humo. Ikiwa atapatikana na hatia ya Kome, huenda akahukumiwa kifungo cha hadi miaka mitano gerezani. Akiongea na waandishi wa habari jana jioni, Trump alikanusha madai ya kuidhinisha mashtaka dhidi ya Kome licha ya kuwa awali alitangaza kuwa alimteua Lindsey Halligan kuwa mwendesha mashtaka mkuu ili kuwafungulia mashtaka kome na watu wengine kwenye video aliyochapisha kwenye mtandao wa kijamii Kome alisema kuwa hana wasiwasi wowote na kukanusha madai yote dhidi yake. Trump alimfuta kazi Kome mwaka 2016 huku uchunguzi ukiendelea kubainisha ikiwa wanachama wa kampeni ya rais Trump walishirikiana na utawala wa Moscow kuhujumu uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 namna tukisalia Marekani ni kwamba rais wa nchi hiyo Donald Trump ameitaka Uturuki kusitisha ununuzi wa mafuta kutoka Urusi, ikiwa ni sehemu ya juhudi pana za kutafuta ufadhili wa nishati kwa Urusi huku vita vya Ukraine vikiendelea. Akizungumza akiwa na rais Recep Tayyip Erdogan katika ikulu ya White House, rais Trump alisema kwamba kusitisha uagizaji huo kungekuwa jambo bora zaidi ambalo mwenzake wa Uturuki anaweza kufanya. Victor Kenani na taarifa zaidi. Mkutano huo katika ofisi ya Oval uliisha bila makubaliano thabiti kuhusu kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki au kuiuzia ndege za kivita za kisasa aina ya F35. Ingawa trump alionyesha matumaini kuhusu maswala yote mawili. Uturuki imezuiwa kwa miaka mingi kununua ndege za F35 kutoka Marekani. Mwaka 2019 iliondolewa kwenye mpango wa kutengeneza baadhi ya sehemu za ndege hizo baada ya kununua mifumo ya ulinzi wa anga aina ya S400 kutoka Urusi. Wakati wa kikao kifupi cha maswali na majibu akiwa na Edoan Alhamisi, Trump alisema angependa Uturuki isitishe ununuzi wa wote wa mafuta kutoka Urusi wakati taifa hilo linaendelea na uharibifu wake dhidi ya Ukraine. Tumekuwa na mazungumzo ya kina sana yanayohusu vita na pia biashara Nafikiri leo tunazungumzia kuhusu yote mawili. Ningependa aache kununua mafuta yoyote kutoka Urusi wakati Urusi inaendelea na hujuma zake dhidi ya Ukraini. Trump aliongeza kuwa anaamini Erdogan anaheshimiwa na rais wa Ukraine Volodimir Zelenski na rais wa Urusi Vladimir Putin, na hivyo anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwenye vita hivi ikiwa atataka. Pamoja na India na China, Uturuki ni miongoni mwa wateja wakubwa wa mafuta na gesi ya Urusi, na takwimu zinaonyesha kuwa kiasi cha gesi ya Urusi kilichofika Ulaya kupitia Uturuki kimeongezeka kwa zaidi ya asilimia 26 mapema mwaka huu. Matamshi ya Trump yanakuja wiki chache baada ya kutangaza kuwa yuko tayari kuweka vikwazo zaidi kwa Urusi iwapo nchi wanachama wa NATO watakubaliana kusitisha uagizaji wa nishati kutoka Mosco mapema wiki hii. Katika hotuba ndefu kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Trump aliwashtumu washirika wa, wa NATO kwa kufadhili vita dhidi yao wenyewe kupitia ununuzi wao wa nishati kutoka Urusi katika mahojiano na fox news siku ya jumatatu edoan alisema kuhusu marufuku ya f35 kuwa hadhani kama hilo linaendana na uhusiano wa kimkakati mkutano huu kati ya trump na edoan ni wa pili wiki hii baada ya mazungumzo mafupi waliyoyafanya kuhusu gaza kwenye mkutano mkuu wa umoja wa mataifa pamoja na viongozi kutoka mataifa kadhaa ya kiarabu na kiislamu Erdogan pia aliishtumu Israel, mshirika wa Marekani, kwa kutekeleza kile alichokiita mauaji ya halaiki kamili huko Gaza na kumbebesha lawama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, msimamo ambao ni tofauti kabisa na matamshi ya Trump hadharani. Hata hivyo, katika mkutano wa White House Alhamisi, marais hao wa Marekani na Uturuki waliepuka kutofautiana hadharani kuhusu swala hilo. Israel imekanusha madai ya kutekeleza mauaji ya halaiki Gaza. Naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vivian van de Pere amesema mgogoro wa sasa unahitaji majibu ya haraka na mchakato wa mazungumzo ya kisiasa chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Goma. Akiwa dhiarani nchini Kongo, naibu mkuu wa MONUSCO anaamini kwamba ni mchakato tu wa kisiasa ndiyo suluhisho la vita DRC. Huyo ameongeza kwamba vita haijawahi kuwa suluhisho katika nchi yoyote ulimwenguni. Walakini alihakikisha kwamba inawezekana kumaliza vita na kwamba suluhisho la kijeshi linaweka maisha ya idadi ya watu katika hatari, na watu wengi wanateseka, haswa wanawake, watoto wakiwa hawana hatia. Alizingatia kwamba amani mashariki mwa DRC lazima ipitie mchakato wa kisiasa. Vivian Van Deper alijulisha kwa Umoja wa Mataifa unaendelea kuunga mkono DRC ili kupata suluhisho la hali hii ya shida ya miaka thelathini nchini. Vita havijawahi kuwa suluhisho katika nchi yoyote ulimwenguni. Kuna mifumo mingine Michakato mingine inachukua muda, kwa sababu hali ya mashariki ya Kongo kwa kweli ni ngumu sana. Kuna taarifa nyingi ambazo zinapata asili yao kutoka kwa ukoloni wa zamani. Suluhisho la kijeshi linaweka maisha ya idadi ya watu wengi hatarini. Baadhi ya raia waathiriwa wa vita mashariki mwa Kongo, pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali nchini humo, wametaka MONUSCO kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha kuimarisha amani nchini Congo. Didier Rumbika kutoka shirika la kijana Imara shuhudia maendeleo nchini pia amejulisha mtazamo wake. bwana Monusco pana, anasema kweli kabisa, kwa nje ile ni sawa, vita ni ya mubaya sana utu vita ijengi lakini kama watatusaidia kukitumua vita ishi watakuwa wanatusaidia sana kabisa. hayanajiri wakati rais wa Kongo Felix Tshisekedi akishiriki mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambapo pia alizungumza juu ya mzozo wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akikemea mauaji yanayoendelea nchini mwake kama mauaji ya kimbari, ambayo kwa zaidi ya miaka thelathini umwangaji damu nchini Kongo unaendelea, alikemea mamilioni vifo rais Chisekedi alisifu kulingana na kuhusika kwa Marekani katika kutokomeza mzozo mashariki mwa DRC. Matamshi haya ya rais wa Congo, pamoja na naibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Congo, yamepelekea wachambuzi wa maswala ya usalama nchini Congo, Amos Milonde, kujulisha hapa. Kama mkazi wa Nord Kivu, mimi naona MONUSCO tangu ilifika huku ina vifaa vyote me, lakini wanatuambia kwa mazungumzo ndio itamaliza hii mzozo mazungumzo walianja tangu zamani. Sasa sisi wa raia tumeona, tumechoka na mm -hmm. Kwa taarifa hiyo, sasa tunaelekea viwanjani na Omari Mkambara Jumanji. nianze na kandanda, hatimaye klabu ya Aston Villa imepata ushindi wake wa kwanza msimu huu baada ya kuifunga Bologna kwa goli moja kwa bila katika mchezo wa Europa Ligi, bao pekee la Vila likifungwa na nahodha John Magini, huku mshambuliaji wa Vila Oli Watkins akikosa mkwaju wa penalty mingine. Kwa upande mwingine, presha imeendelea kuwa kubwa kwa kocha wa Rangers Russell Maltini baada ya kupoteza mchezo wa nyumbani kwa goli moja kwa bila dhidi ya Genki, huku mashabiki wakiendelea kushinikiza kocha huyo kuachia ngazi katika michezo mingine Olivia Jirud aliwapa ushindi klabu ya Lille waliposhinda goli mbili kwa moja dhidi ya klabu ya SK Brann kutoka Norway. Olimpiki Lioni wao wakachomoza na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Utrechi, huku Stutgart wakishinda goli mbili kwa moja mbele ya Salta Vigo. FC Porto wao wakachomoza na ushindi wa moja bila dhidi ya Arabi Salzburgi na nikisalia kwenye soka jana, nchini Tanzania, wekundu wa msimbazi waliibuka na ushindi wa goli tatu kwa bila dhidi ya fontin geti. Huko nchini Hispania, Real Oviedo walikubali kuchapwa goli tatu kwa moja na FC Barcelona, huko wasasunya nao wakienda sare ya moja moja na Elche. Katika mpira wa kikapu, timu ya Cleveland Cavarias wamemsajili Thomas Branti kuongeza nguvu katika eneo lao la kati. Brant mwenye urefu wa futi 6 nchi kumi msimu uliopita alivyotumikia vilabu vya Miami Heat na Indiana Pacers, zinakiana wastani wa kutoa pointi na reboundi 3.8 na pia aliweka rekodi ya juu ya mitupo ya mbali ya 48 na pia akiisaidia Indiana Pacers kufika fainali ya NBA. Kwa upande wa riadha, dunia ya michezo imepata pigo kubwa baada ya kutangazwa kwa kifo cha mwanariadha nguli kutoka Ethiopia Shewaje Allen aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 30. Shewaje alianza kushiriki mashindano ya kimataifa mwaka 2011 na mpaka kufikia mwaka 2025 alikuwa amekimbia jumla ya marathoni 27 ambapo alifanikiwa kushinda mbio 12 kati ya hizo. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi. Naitwa Omari Mkambara Jumanji.